Mimi nataka tu niwahakikishie watu wa Ukambani, watu wa Emali, watu wa Makueni, mimi nimeamua, mnanielewa? Mimi nimeamua kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, hii Ukambani haiwezi kukaa upinzani tena. Hapana, hii Ukambani haiwezi kukaa upinzani tena, bwana. Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Munataka ukambani iendelee kukaa kwa upinzani? na mimi nilisema, mimi ndio nilikuwa na makosa, mimi niliwacha nafasi watu wakakuja, wakazungusha ukambani, wakapeleka upinzani. Lakini sasa nimefika, mwambieni, Ruto amefika, amesema ukambani inatoka upinzani inaenda kwa serikali. Mutawaeleza, mutawaeleza ya kwamba upinzani mmechoka nayo ama munataka kuendelea kukaa upinzani na nyinyi? Mimi nataka niwaulize wale ambao mimi nashindana na, na wao, ukiwaambia mambo ya barabara hawajui. Wakikuja hapa mtawasikia, barabara hawajui, stima hawana mpango, maji hawana plan, ile ingine yote, they have no plan on anything. Nyinyi mnanielewa, mambo yao, akili yao inaanza kwa uchuki, inaenda hapo kwa ukabila, inarudi hapa kwa, eh, eh, kwa, kwa madharau na, na, na, na, na, na siasa duni. Nyinyi mnanielewa. Sasa mi nataka niwaulize nyinyi, watu wa hapa Ukambani, tunaelewana? Si nyinyi mnataka maji? Si mnataka barabara, stima iwekwe kwenu, sio? Inahitaji mtu wako na akili. Sasa mi nataka niwaulize, mtu kama hana mpango, mpango hana sera, hana ajenda, hana akili, hana atabadilisha Ukambani namna gani?